Naitwa Maokingayomoka kutoka katika kundi la Mazich Reality, kutoka katika kundi la TMK wanaume na TMK ya Rispia arisi, pia kuna kina Jumaneta Temeke, na nimemfahamu na msipilipili kama ni kijana wangu, rafiki yangu mmoja, katika family yetu kwa sababu hapo zamani sisi ndio tulikuwa tukiandaa baadhi ya matamasha okay, yeah. Baadhi ya events hizi zote sisi tulikuwa tukifanya kama mazichilia lakini, kugundua kipaji chake, sisi tulikuwa tunamwona katika majukwaa yetu, pia alikuwa anajifundisha ngoma hizi kama zeze, yeah, kama ngoma ya zea mivalo hizo, pia alikuwa akizimba katika lugha ya Kigogo. Kwa hiyo MC Mano alikuwa na kipaji cha pekee yake okay. na alikuwa mm -hmm. ni mtu ambaye si wa kupenda mambo mambo mengi, yani yalikuwa mtu soa magomvi mtu wa nini, yani, uh, MC ukiachana labana na kwenye kiswa lazima la kwenye tasnia yake uchekeshaji ndio MC Pilipili. Kwenye jamii, alikuwa, alikuwa akijumuika vipi na jamii? Kwa sababu huyu ni mwalimu kwanza, pia mwalimu anaweza kuongea na jamii aina yoyote. Huyu alikuwa akipenda sana jamii katika isu yoyote, MC pili Pilipili lazima afike tofauti na Ah, uchekeshaji. Tunafahamu yami... kwamba kuna mambo mengi ambayo MC Pilipili kwa mfano ndani ya Tanzania lakini pia nje ya Tanzania. Kwa upande wako wewe tangu uanze kumfahamu MC Pilipili, Aa, ni kitu gani ambacho wewe ukisahau kutoka kwake? Ah, ni vitu vingi kwa sababu hata wiki iliyopita pia nilikuwa milikuwa, MC Pilipili alikuja kunitembelea barabara ya sita kule kwenye masuala ya simu, alikuwa ana, ana matatizo na maswala ya simu, akanipata akamtengenezea simu yake, tukapiga stori nyingi sana na pia alikuwa akitamani bado kufanya kazi na wasanii tofauti wa, alikuwa ababui wasanii wa hip hop, wasanii wa uchekeshaji, wasanii wa waribi alikuwa pamoja na. Kwa kumalizia tu, neno gani ambalo ambalo unalikumbuka MC Pilipili neno lile kutamka? Nilikuwa nasistiza sana amani, nilikuwa nasistiza amani na alikuwa anasisitiza kwamba watu tusi give up, tuende mbele, yaani tusiache kufanya sanaa yetu, tuseme yote, kwa sababu alishatuambia Tanzania ina watu wengi vitu vingi. Kwa hiyo kama una talenti unaweza ukafanya kitu na kukaonekana. Asante lada. Kingine tu ni kwamba tulikuwa mambo yamejirudia, siri la kwanza kwata, tunasikitika kwa MC pilipili kifo chake kupata kwa maumivu sana. Ya kwanza ilikuwa Mamdojo, walitulia hivyo hivyo, yakapita yakaenda, na sasa hivi tena hivyo hivyo, hmm. kwa hiyo tunatoa tamko kwa serikali yetu.